ga nyinyi na kina nani? vipofu nani? viziwi nani? mekufu nani? melaza nani? au nyinyi ndo bongo lala. Sina kadi ya Chadema sisemu nikafanye nini? Dada yenu wa Marekani kawasubirisha ndege stendi. Haya mambo ya utekaji, mmechukua hatua gani? Kama siyo kazi yenu, mnadhani ni kazi ya nani? naongea na nyinyi na nyiye, ni watu gani? Na nitanguliza mbele nikigeuka sooni. Okay, tuwache hayo. Mbona mnasahau haraka? wakiwomba mitano muulizi jumla mingapi? waulize mmefanya nini, mliahidi nini na hamjafanya nini na kwa nini? Wanataka wewe uwasemee wao, wanashindwa kusema chochote <mikipu> Ukipata na matatizo, mimi ndo napata presha, wao wametulia na familia zao wao, yeah. so, hawana midomo. Usijali. kwa sababu hiyo ni kazi yangu, wao ni wananchi wangu, ni nimawezama sawa, mwanangu. Nauliza kina nani, sijui mpo mande gani, ni wakati ya ukijani

u nyinyi ndo bongo lala, kila siku najiuliza, nyiye mpo kundi gani? kama ni familia, watoto kila mtu anao nyumbani. Ok, tufanye sasa, ukae na mke wako ndani, mi na mama nyumbani, tuone atasema nani. Dere, mnalalamika uchaguzi au ukoa waha awakilisha tasema nini, wakati wando wafuasi na nyinyi mtafanya nini wakati kusema hamtaki kuhusu jenzi wa Kenya, hiyo ni Afrika nyingine, situbishane Simba na Yanga na dawa za nguvu za kiume, wembe ni ule ule, alifichiki pembe la ng'ombe. Watetezi wenu ndo kwanza wanawaita kenge. Oya mwanangu wa kitambo, fimwa mbali uu inyoka rudi uwanja wa vita, nche kombolewi twitta imejinaye ni binadamu, vya kula vedaa vina mafuta, ila usijali jembe langu wanaume daa wa kutafuta. Naongea ah, na nyinyi na nyiye ni watu gani? Na nitanguliza mbele nikigeuka siwaoni. Nyinyi mnapenda umbea na viongozi wenu anajua, ndio maana tukioji vitu wanawaletea umbea. Ah, na sindo nyinyi ambao mlisaliti manga akacha kuposti siasa na sasa anaposti udaku na connection kwenye app na pesa mnalipa mnavyopenda. Upumbavu nauliza, ni akina nani? Sijui mpo pande gani, ni wa kaki au kijani? Hivi nyi wa dunia gani? Vipofu, viziwi, mekufu, melala au nyinyi ndo bongo lala?